A thousand kilometers from Nairobi to here. here You you you you can imagine. My dear. Here you are receiving stones, as you see. As you see. see. Men at work. Men at work. Okay, nani, muta mutayatoa kubana huko mutayatoa kubana huko, muyabane huko tu. Yaje hapa hapa ili yaingie hata hapa barabarani. Sawa sawa. Okay, basi isiguse ukuta, sawa aina ah, noma <tani> eh, eh. Lakini tunaweza kubakiza kangia kadogo kakufika tu kwenda kwenye hiyo eh, foundation eh, yani sifike barabarani sana. Sawa sawa. Okay, hii ni gari ambayo ni kuso kubwa sana imetoa mawe na mpakani, wamefaulisha hii. Kwa Kiingereza tutasemaje? Wamefaulisha kutoka boda ama kutoka Nairobi hadi boda. Ilikuwa gari ya Kenya, sasa wakafanya mpango, ikaingia Tanzania, gari ya Tanzania ikachukua mawe, sasa imeleta hapa. Sasa sasa tunapoongea ni saa moja hivi, saa moja inaelekea na nusu, sasa kulingana na koko langu la kronometa saa moja na nusu usiku. Sasa wanaume wako kazi, wanapakua mawe ili tuweze kuyaweka katika shimo linalochimbwa hapa. Unaiona, wanaume wanachimba shimo ambayo inaitwa soak pit. Soak pit hii iko tayari kupokea hayo mawe yote ili yawe sehemu ya filtration katika mpango mzima wa kujenga bio septic tank, bio septic tank. Hii ni hoteli ambayo imefungwa kwa muda kwa sababu Gilberto Architecture and Construction was, um, going in terms of working here. Sasa, mpaka nimalize kazi, ndio sasa hoteli wageni wa kimataifa wakaribishwe kama kawaida. As you see. Men at work. Men at work. Mara nyingi tunapokuwa na shughuli hapa ambapo hakuna kizuizi kama cha kazi hii Shughuli, unakuta magari yamepakiwa hapa, magari za kifahari, wageni wa aina mbalimbali wamekuja hapa, wamepaki magari mpaka kule. Sasa nyuma ya zile TV unazoziona pale ni ghorofa kubwa ambayo ime imechomoka mpaka juu, naiona kule. Kama unavyoona mpiga picha wangu, unaweza kuelekeza kamera huko, waone mwisho wa ghorofa upande wa juu, naiona eh? Kule juu. Akule uu gorofa inayochomoza jumba la kimataifa napokea wageni wa aina zote duniani kote. nafurahia sasa huduma za hapa. Hii ni town ya Bariadi. Tani ni town nzuri, ina matajiri wengi pia. Huyu tajiri wangu anaongoza matajiri hapa. Aha. Can imagine akifika kwa Gilberto anasema basi Gilberto, Gilberto ni mtaalamu kutoka huko huko Kenya have been imported. I mean, import kutoka Kenya. Sawa. Yeah. Leo siku huwezi ona town nzima, lakini nataka kuonyesha tukio zima jinsi ambavyo mawe yanashuka kutoka Nairobi yamefika ja, anapakuliwa na wanaume hapa, pata ulaji. Ndio maana anasema mara nyingi, jamani, ukiwa diaspora labda, uh, maybe you are in United States of America, Canada, Australia, Argentina ya yeah, yeah, Belgium, huko UK, New Zealand, tunawasiliana na watu wao wote in Africa, so diasporas wako kule. Waafrika wengi wako muko kule, basi tuweni kazi, tuajiri vijana wa nyumbani pia, angalau ukiwa hapa unaona wanaume vijana hawana kazi wengi. Tunajaribu kuajiri kwa njia hii, wengine wapakue mawe, wengine wayapakie. Yeah, wengine watayatoa wataya hapa ambapo tunayaweka kwa ajili ya kuyapakua ili tuyaweke pale kwenye shimo linalojengwa ama linalochimbwa sasa. Hao ni vijana bado, tutawaajiri tofauti tofauti, ili kila kijana apate kuingiza pesa mfukoni, niposa ataepuka mambo ya kupiga ngeta watu usiku wa majioni, so tunawapa shughuli, kwa hivyo Ah, I would like to apply an offer, job offer from you. Please give us job offer so that we can employ your youths. Bas, tunatoa ajira ndogo ndogondogo hivyo kadri tunavyokuwa tunasaidiana ili tuajiri vijana uliowungi pia angalau tujenge ulimwengu wenye choza kisasa kisasa toilet system developed. Sasa tunafanya hivyo wafupi, labda niwache tu nitaona uh, kitakachofuata siku inapofuata kesho. Tutakuwa tunayapanga bado, nitawaonyesha kile kinachoendelea. Basi kwa herini kwa sasa, I can say see later uh, because siku inazidi kuzeeka hapa.

Okay. Tuko usiku lakini kazi naona inachapwa chapo. Okay. Have a good night. Take care. Thank you.